Hii ni kazi ya leo. Huu ndio mkaa tunaotengeneza kutokana na taka kavu. Kama nilivyokueleza hapo awali, gimio yangu ni kuusafirisha mkaa huu na kuupeleka Dar es Salaam, ukizingatia kwamba gunia moja la mkaa Dar es Salaam ni shilingi elfu sabini na tano hapa, na kuonyesha jinsi gani nilivyojiandaa kwa kazi hii. Undo mkaa tunaotengeneza, na haya ndio majiko tunayoyatengeneza, eh Aa, nikikuonyesha matokeo ambayo sijui kwa nini hutaki kunielewa, lakini naimani mtanielewa siku moja. Kama nilivyokisha waeleza awali, lengo langu ni kuzuia ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa. Ninatumia taka kwa ajili ya kutengeneza mkaa. Ninatumia mabaki ya mazao, maganda ya karanga kumba za mpunga mabaki ya mbao manyasi mabaki ya nazi kila aina ya taka. Ukienda katika masoko, taka nyingi zinazopatikana katika masoko ni vifungashio kama matenga yale ya nyanya, manyasi wanaofungishia nyanya, ndio sehemu kubwa ya taka zinazopatikana katika masoko. Mimi ninachotaka kukuambia kwamba zile sio taka, zile ni malighafi na unaweza ukageuza kikawa kipato kwa watu. Angalia jinsi mkaa unavyowaka alafu uniambie unanishauri nini. Kitu kikubwa nilichokifanya hapa ni kutengeneza mashine. Mashine inayozalisha mkaa ni mashine niliyoitengeneza mwenyewe, ni mashine ambayo nimeibuni na kutengeneza mwenyewe. Uwezo wa mashine hii inazalisha zaidi ya kilo mia moja na ishirini kwa saa. Nikikwambia kilo mia moja na ishirini kwa saa, huwezi kunielewa, lakini elewa mkaa wa kawaida unaotokana na miti, gunia moja halizidi kilo hamsini hadi sitini Kwa hiyo mashine inayozalisha kilo mia moja na ishirini kwa saa, it means inazalisha sawa na magunia mawili ya mkaa wa miti. Magunia mawili ya mkaa wa miti katika maandalizi yake mtu watu wawili ambao wanaamua kuharibu misitu kwa ajili ya kutengeneza mkaa hutumia wiki mbili kukata eneo, kwa ajili ya kukata, kwa ajili ya kuandaa tanuri la mkaa, na hutumia wiki mbili kwa ajili ya kuchoma ule mkaa, na zeni kwa ajili ya kuupload ule mkaa huwa wanatumia zaidi ya siku saba. Utaona wiki tano wanatumia na mazao ya wiki tano huwa haizidi gunia 30. Sasa mashine yangu ukilinganisha na uharibifu wa misitu ambao watu wanaofanya kwa mwezi mzima na kupata gunia 30 za mkaa, mashine yangu ina uwezo wa kuzalisha gunia mbili kwa saa. Ukifanya kazi kwa masaa kumi na masaa kumi utazalisha gunia ishirini. Kwa hiyo kwa siku mbili unaokoa eneo ambalo watu wangefanya uharibifu wa kukata miti kwa muda wa siku 30. Sasa ukitumia mashine hii ambayo nimeibuni mimi mwenyewe, nipo Tabora, ninazitengeneza kwa wingi na lengo ni kuziuza, lakini kabla ya kuziuza nimeamua kuanza uzalishaji wa mkaa ambao una soko kubwa. Huu mkaa nategemea kuuza kwa kiwango kikubwa Dar es Salaam, ambapo watu wanapata shida za mkaa. E, wiki mbili zilizopita nilikuwa Dar es Salaam, nilifanya survey maeneo mengi ya Dar es Salaam. Mkaa unapatikana na unanunuliwa kwa wastani wa shilingi elfu sabini kwa gunia. Sasa mimi hata nikiwafikisha mkaa huu Dar es Salaam nikauza kwa shilingi elfu thelathini bado nitakuwa nimetengeneza faida kubwa, ukizingatia mkaa huu ni mkaa bora na mkaa wenye joto kali.